Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Mkandarasi pakuja na ya za mpaka sasa bilioni tano na milioni mia nne imewekwa shilingi bilioni nne na milioni mia mbili na kidogo, bado kwenye mkataba ule, bado kuna malipo ya shilingi bilioni moja na milioni mia mbili na kidogo, ambayo maana yake kazi yote kukamilika mwezi huo ambazo wamekubaliana, mkandarasi anapaswa na malipo ya fedha hii, kwa sababu ya umuhimu wa jengo hili. Jengo hili ni maono mtoto antoto na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kila mmoja aone sababu na umuhimu wa jengo hili. Cha kwanza niwatake shirika letu la nyumba wajitahidi ndani ya huu mwezi mmoja waliosema wakamilishe hii kazi inakohii amazo kkaliana namkadaa wakamilishe, lakini pia baada ya kukamilisha kunakukwa kazi iliyobakia haitakaa sana bahati nzuri sana mpaka hivi tunavyoongea jengo hili kwa mujibu wa mkataba wa awali limekwisha kamilika kwa asilimia zaidi ya 90, lakini hata malipo yamekwisha kufanyika kwa asilimia zaidi ya sabini, na nikumbushe tu kwamba maono ya kuwepo kwa jengo hili litakalozungukwa na miundombinu mingine yenye uhusiano na inayovutia eh, mandhari ya biashara ya madini ya vitu wenyewe na wadau wake, ni maelekezo yaliyotolewa na Rais wetu wa awamu ya sita, Daktari Samia Suluhu Hassan. Na baada ya maelekezo yake, alianza kuleta fedha kupitia halmashauri na kazi mnaiona hivi sasa, imekamilika kwa upande wa halmashauri. Pia maelekezo hayaishi kwenye jengo hili peke yake, ilitakiwa eneo hili lipimwe na limepimwa. Jengo kwa sasa unaloliona ni sakafu tano yani G plus 4. na sakafu mbili ndizo zinazojengwa na kufanyiwa ukamilifu. Sakafu ya tatu ya juu yani e, sakafu ya tatu mpaka ya tano mwezi huu utamaliziwa baadaye, aidha na halmashauri au kwa uh, ma, ma, ma, mazungumzo ambayo tunaendelea kuendelea na halmashauri kama ikiwapendeza tunaweza tukamalizia na gharama tuka zake zimeshaziwasilisha. dauri Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi ulipofikia umefikia asilimia tisini na tano kwa kazi ya mkataba kama ilivyo, na tunategemea mwezi huu tunamaliza kazi zetu ambazo kama tumemaliza structure na hizi floor mbili ground na first floor. Mheshimiwa hmm, Mwenyekiti wa Kamati, napenda kuwafahamisha kwamba msiri ameleta ombi na kuendelea kukamilisha maeneo kadhaa yaiam mkataba, hivyo e, tulishawasilisha kama ambavyo nimesema na tunasubiri response kutoka kwao, na kama ambavyo nimeweleza mwenyekiti, tuko asilimia 95. Kazi zinazoendelea kwa sasa ni umaliziaji wa uwekaji wa maru maru, kuna sehemu chache za kumalizia, unamuona pale astom kumalizia hiyo mifumo ya maji safi na maji taka, ambao tunaenda sababu ni uwekaji wa umeme, kazi uwekaji wa umeme, ambapo kama unaona fl bado kuweka taa eh, kazi za nje ambazo zinaendelea, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako tutaomba tu lakini kubwa sisi tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa maelekezo ya ujenzi wa jengo hili ambalo linaenda kuweka ndoto ya wachimba madini ya tanzanite kufanya biashara kwenye sehemu moja na kuweza kudhibiti na kuwapatia masoko ya uhakika wachimbaji wa madini ya Tanzania. Na tupo kwenye hatua ya mwisho kabisa kumalizana na mkandarasi kwa hatua ya kwanza yeah, yeah. Mbaladi, ya mradi ambao tunakaribia kuanza kupokea wateja wa jengo hili kuanzia mwezi wa tatu mwishoni, tutaweza kuanza kupokea maombi ya wateja ambao watataka kupanga katika jengo hili. Kama halmashauri tunajivunia sana kwa sababu jengo hili lina faida kubwa kwa mapato hapa halmashauri yetu, lakini jengo ambalo linakwenda kutoa msaada kwa wachimbaji madini ya Tanzanite ambao walikuwa wanahangaika kwenye upande wa masoko kwa hiyo masoko yatafanyika kwenye eneo hili, ambapo tunahakikishia biashara Tanzania sasa inakwenda kufanyika kwa uhakika, na eneo hili itafanyika biashara ya Tanzanite kimataifa. Itakuwa ni masoko ya biashara Tanzania kimataifa, sio tu kwa nchi ya Tanzania.